Kwanza, Yanga wana dhambi uh, Yanga wana dhambi uh, kubwa uh, nasikitika uh, wameenda katika uh, hali hizi. Nisikilize. Uh, eh, hey, tusikitike hey, wote sio jambo la kucheka, tusikitike yeah. Ujue ile hali za Zanzibar ni hali tukufu yeah. Watu wanafanya ibada muda wote Yanga yeah. Wameenda kufanya dhambi. Wameenda kwa dhulumu wa Arabu uh, ndani ya hali za Zanzibar uh, nice. Yani, zuma kubwa wameenda kumloga refa yeah. Yanga amefungwa goli, refa waenda kuangalia kwenye vea wako, wanaona goli, wakati wanaona sio goli, wakati goli ni zuma kubwa. Yanga amefanya oh. Ni dhambi, mi nakwambia uh. Sisi tunashtakia tena hii, ikiwezekana, mi naandika barua TFF ipelekwe moja kwa moja iende kafu, tunashtakia yeah. Tunashtakia zuma yeah. Kama waandamizi Yeah? Sisi tuna chama chetu cha waandamizi mi ndo yeah, mwenyekiti watetezi ah, wa mpira oh, oh, duniani na Afrika mi ndo mwenyekiti yeah. Siwezi kuona timu inazulumiwa katika hali zitukufu yeah, na sisi tukwepofu, mi nifurahie kama mwenyekiti? So jamaa, sisi ni waandamizi, chama chetu kinaitwa cha waandamizi watetezi wa mpira barani Afrika ndo sisi, mi ndo mwenyekiti mwenye wawote wanaonewa mm -hmm. Alionewa Ndambula, mi nikapambana na kalipwa ah. Mimi nimepambana karipwa, sindio? Nimeona mwarabu anaonewa ndani ya ardhi tukufu, siwezi kukubali. Tunaandika barua tunapeleka TFF, tunaenda kwa shtaki kafu. Mi nakwambia, lilo goli la yanga linafutwa, goli la dube ni goli clear. Kwa nini wazulumu warabu? Linafungwa goli, kwanini wamloge refa? Kwa nini wamloge refa? Anaenda kwenye VAR eti anaona, anaona sio goli, wakati goli clear kwa utaalamu wako kaina, unaweza ukanichambulia? Au wewe sosi lile goli la waliofunga nani farabati leo, na lile sio goli? Wewe hapo kwa utaalamu wako, refa kishaamua ni ni sio goli. Wamemloga refa, wamemloga Yanga, ameenda kumloga na kilicho nyuma Sikiliza. Mm. tunapongelea Zanzibar ni nchi tu, yani tunasema ni, ni, ni, ni Tanzania visiwani. Sehemu tukufu, watu wengi wanafanya ibada kule Zanzibar, lazima mdototo unakuta misikitini. Mm, sehemu tukufu hauruhusi kwenda kufanya uchawi. Yangu wameenda wamefanya uchawi katika ardhi za Zanzibar. Wachawi wamemloga refa, wamemloga refa, ile timu si wanayo

Sisi, sisi, sisi wana Simba, sisi kazi yetu, tunachokifanya sisi kuhakikisha tunapata ushindi halali.